Nasema kwamba Tanzania imetajwa kutofanya vizuri katika bajeti ya uwazi ya mwaka 2015 ambapo imepata alama 46 kati ya mia moja zinazotakiwa. Hatua hiyo ambayo imechangiwa na kutoweka uwazi katika baadhi ya nyaraka ni pamoja na kushindwa kabisa kuwasilisha kwa umma nyaraka mbili kati ya nane zinazotakiwa. Hayo yamebainishwa na meneja idara ya utafiti na uchambuzi wa sera Hakielimbo ni venture Godfrey alipokuwa akitoa ripoti ya utafiti wa uwazi wa bajeti ambayo umefanywa na shirika la kimataifa la International Budget Partnership IBP, ambayo imeshirikisha nchi mia moja na mbili duniani, na Tanzania imeonekana kufanya vibaya kwa kutoa baadhi ya taarifa za bajeti kwa umma hali, hali nzuri. Kwa hiyo, eh, eh, hatuna budi sasa kuona kwamba kwa sababu tumeshakuwa na dhamira, lazima tuhakikishe kwamba tuna, tuna, tunaweka wazi mfumo eh, wetu wa bajeti kuhakikisha kwamba nyaraka nane ambazo kwa mujibu wa viwango vya mataifa vinatakiwa kuwa wazi, lakini pia eh, aina ya taarifa ambazo zinatolewa lazima pia ziweze kutolewa, kwa sababu unaweza ukaweka nyaraka ikawa wazi, lakini umetoa taarifa kati ya 100 zinazotakiwa, wewe umetoa taarifa nane. Aidha, bwana Godfrey amebainisha kuwa katika kuboresha uwazi wa bajeti Tanzania inatakiwa kutoa ripoti ya katikati ya mwaka na mwisho wa mwaka, kutoa maelezo ya kina zaidi kwenye mapendekezo ya bajeti ya serikali pamoja na iliyopitishwa. Suala lingine la msingi ni kwamba ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inabidi sasa, mapendekezo ambayo yanatolewa kwenye ripoti hii ni kwamba lazima eh, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aweze kuidhinishwa na bunge na aweze kuondolewa na bunge. Hii ndio itampa nafasi ya yeye kuweza kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa mfano eh, kuna maswali mengi yanauliza hata mchakato wa kumpata eh, CAG hapa Tanzania. Kwa hiyo hayo yanaipunguzia yanaipunguzia alama Tanzania, kwa sababu kuna viwango vya kimataifa ambavyo vinaonyesha wazi kwamba eh, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anatakiwa apatikane kwa mchakato upi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo Uganda, imepata alama sitini na mbili, Kenya alama arobaini na nane, Tanzania yenyewe imepata alama arobaini na sita huku nchi ya Rwanda ikiwa imepata alama thelathini na sita.